Karibu mtazamaji wetu wa channel ya Gift Electrical Vlog. Leo tutakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuibadilisha mota ya three phase kuwa single phase, yani mota ya three phase kuwa single phase kwa kazi bora za mfumo umeme. Karibu Gift Electrical Vlog. Pia usisahau kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok. Tunajulikana kwa jina la Gift Electrical System. Asanteni sana.

nazo mbili nelea koki kawaida kapasta. Umeona kapasta? Kapasta inaingia hapo, inaingia na hapa hii, e, moja inabaki. Unizonganishe kabisa. Kwa hiyo kule utaenda kuziweka vizuri. Sababu hata wazi yani mimi nizimizimishia. Nilikuwa na vipande hivi hivi wanafanyaga control. Sina tena wanyenye hivi. Unaona? Hasa, hizi nazo ni mbili. Hii na hii ngapi? Simone alivyokuwa naiwasha pale. Eh. Yeah. Sawa. Ila sasa nyuto nyuto iko kati ya hizi mbili. Mm. Nyuto unaweza kaeka hapa au kaeka hapa. Yeah. Sio mimi yeah. Na ukiweka hapa, ina maana hii mota itasikia itazunguka, ita kwenda utazunguka kwenda hivi clockwise, wakati hu ukitaka anti <cut> ya maana utatoa waya hapa, utaweka hapa kwa supply, yani kati ya hii au hii zote hizi unaweza kufanya nyuto, au wewe kuhamisha waya kuweka hapa au kuweka hapa kwa supply. Moto ni hapa. Hii ndio inaingiza moto. Eh. Hii unaweza ukafanya neutral vile vile. Sababu single single phase ni waya mbili tu. Kwa hiyo hii unaweza ukafanya neutral, unaweza ukafanya phase. Ila sasa ukitaka rotation ibadilike. Ina maana kama phase ile kaa hapo, neutral ile kaa hapo, utahamisha utaweka hapa. Yeah, ah, ah, sitaki iende huko. Unatoa hapo unaweka hapa. Yeah, ila ah, hii usidisturb inakuwa iko hivi hivi. Ah, hii baki tumeelewa. Hey. Yeah. Hii.